Raisi wa taifa la Marekani Donald Trump ameendelea na falsafa yake ya kulinda taifa la Marekani na kulifanya taifa hilo kuwa imara tena kutokana na hatua ambazo anaendelea kuchukua. Hatua ya sasa ya Donald Trump ni ya kupitisha asilimia 25 ya ushuru wa magari yote yanayotengenezwa nje ya Marekani, jambo linaloelezwa kuwa litaleta gharama kubwa kwa wazalishaji wa magari duniani. Rais wa Marekani amesema kuwa ushuru huu utawekwa na kuanza kufanya kazi kuanzia tarehe mbili ya mwezi wa nne na utaleta maendeleo makubwa katika sekta ya magari Marekani ni moja kati ya masoko makubwa ya magari kwa wazalishaji wa magari wakubwa duniani ikiwa ni pamoja na makampuni ya Japani kama Toyota, Honda, Nissan Mazda pamoja na Subaru ambayo sasa inaelezwa kuwa yatapata pigo kubwa kutokana na hatua hii ya sasa ya taifa la Marekani. Hii inajumuisha pia taifa la Uingereza ambalo liliingiza magari yenye thamani ya paundi bilioni 6.4 kwa taifa la Marekani mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, ambayo ni asilimia 18.4 ya usafirishaji wa magari yote kutoka Uingereza. Akitoa tangazo kutoka katika ofisi ya Oval, Trump alisema huu ni mwanzo wa siku ya uhuru nchini Marekani. Ikiwa utatengeneza gari lako Marekani, hakutakuwa na ushuru. Alipoulizwa kama kuna jambo lolote watengenezaji wa magari wanaweza kufanya ili kuondoa ushuru, Trump alijibu, hii ni ya kudumu asilimia mia moja. Akiwa na maana ya kwamba utekelezwaji wa hatua hiyo utaanza kama ambavyo umeratibiwa. Trump amepanua vita vya kibiashara hadi kuathiri dunia nzima hofu ikikuwa katika sekta muhimu za taifa la Uingereza. Pia, ushuru ni kodi inayotozwa kwa bidhaa zinazoingizwa kutoka nchi nyingine, na mara nyingi hutumika kufanya bidhaa za ndani kuwa na ushindani zaidi. Hii inamaanisha kuwa kampuni yoyote inayotaka kuuza magari yanayotengenezwa Uingereza katika taifa la Marekani italazimika kulipa ushuru wa asilimia 25 juu ya gharama ya gari lililoingizwa. Vivyo hivyo, katika mataifa mengine, makampuni yote ambayo yanataka kuingiza magari katika taifa la Marekani ambayo yametengenezwa nje ya taifa la Marekani sasa yatalipa asilimia 25 ya ushuru. Baadhi ya gharama hizi inaelezwa kuwa zinaweza kupitishwa kwa walaji ambapo inaeleza kuwa itafanya bei ya magari yanayoingia Marekani kuongezeka huku magari yanayotengenezwa nchini Marekani yakionekana kuwa na bei nafuu. Ikulu ya White House inatarajia kuwa ushuru huu utaleta mapato ya dola bilioni mia moja kila mwaka, ingawa kuna hofu kuhusu athari za kifedha kwa wazalishaji wa magari wanaotengeneza mnyororo wa usambazaji kimataifa. Wazalishaji wengi wa magari wa Marekani hutumia vipengele kutoka pande zote za dunia na huenda wakakutana na gharama kubwa zaidi na mauzo kidogo. Rais Trump amesema kuwa ushuru huu utaongeza idadi ya viwanda vinavyojengwa ndani ya taifa la Marekani, kwani makampuni yatatafuta njia za kuepuka kodi. Hata hivyo, kuna wasiwasi kuhusu jinsi hatua hii ya sasa itakavyoweza kuwaletea athari walaji nchini Marekani na wazalishaji duniani kote. Mtaalamu wa uchumi Mary Lovry mtaalamu mwandamizi katika taasisi ya Peterson ya uchumi wa kimataifa ameadharisha kuwa bei za magari zitapanda maradufu kutokana na ushuru huu. Alisema kwamba kaya nyingi nchini Marekani zinaweza kujikuta zikiishiwa na uwezo wa kununua magari mapya, wakati ambapo bei ya wastani ya gari ni dola takribani 1049. Pia walaji wa Marekani wataweza kushikilia magari ya zamani zaidi na kuna uwezekano kwamba bei ya gari itapanda kwa dola elfu kumi na mbili na mia tano ikiwa ushuru huu utapokelewa kikamilifu na walaji. <tik>